Ukumbi huu wa ukombozi na kuomba na wewe ukashiriki, yawe ya mazuri, tuwe na vyoo vizuri, jengo letu liwe zuri, lakini pia tuweke madili tuweke madirisha, tutengeneze ngazi kule ya kushukia, lakini pia tunatamani madalao iwe nzuri, na hayo yote tunamtegemea Mungu. Tuliona Mungu akibariki, akimbariki na Mungu atakubariki na vizazi vyako vyote katika jina la Yesu. Kutoka thelathini na nne ule mstari wa kumi, neno ambalo Mungu ametupa kwenye madhabahu hii, na mimi inakuwa mwaminifu kulisimamia na kusimama na kuomba ili kila mtu anayekuja na anayetusikiliza na yule anayetutazama, Mungu ajifunue kwake na hili neno lifanyike kwenye maisha yake, fanyie jambo la kutisha Amani, maadui zangu wakiniona watastaajabu. Mungu anasema nitakufanyia jambo ambalo kila kati yako ataona kazi ya Bwana, na ndiyo maana nikawaambia wenzako na mimi ya kwamba tutajenga gorofa na kukaa ndani yake katika jina la Yesu. Wangapi wanaamini watajenga gorofa na iwe kwako, katika jina la Yesu, pokea huo pako katika jina la Yesu Mungu akupa hiyo neema katika jina la Yesu. Kama una kiwanja tafuta fukone, fanya kwa imani na Mungu ataona hiyo imani. Yesu, Biblia inasema imani isiyokuwa na matendo lazima na kuombea upate katika jina la Yesu. Nasema tena upate katika jina la Yesu. Iwope ushuhuda huu, wakati tunazunguka kutafuta eneo la huduma, tulipelekwa tuli kule chini, tukapelekwa kwenye shamba fulani.